ya watu wanne, mama na watoto wake watatu, walioangamia kwenye ajali mbaya ya barabarani eneo la Ngoluni kaunti ya Makueni wamepumzishwa katika eneo wadi ya Kyatune kaunti ya Kitui. Hafla hiyo iliyojaa simanzi na pia majonzi ilihudhuriwa na viongozi wa eneo hilo akiwemo mwakilishi wadi na mbunge Kaki Nyamai, wakiwataka madereva kufuata sheria za barabarani na pia kuendesha kwa mwendo wa wastani. Kaki Nyamai akitaka NTSA kushinikiza madereva kuhakikisha wanafuata sheria za barabarani kudhibiti ajali zinazoweza kutokea. Hali ya huzuni na majonzi ilitanda katika eneo la Ikanga, wadi ya Kyatune, kaunti ya Kitui, wakati wa mazishi ya familia ya wanne, mama na watoto wake watatu waliangamia kwenye ajali mbaya ya barabarani katika eneo la Ngoluni, kaunti ya Makueni, tarehe 21 mwezi Novemba mwaka huu, familia ikiomboleza kwa majonzi.

Hafla hiyo iliyohudhuriwa na mwakilishi wadi wa Ikanga Kiatuni, Cyrus Mosioka na mbunge wa Kitui Kusini Recho Kaki Nyamai, aliwataka madereva kuhakikisha kuwa wanafuata sheria zilizowekwa barabarani ili kuepukana na ajali nyingi zinazotokea katika Kitui South constituency katika ward ya Ikanga Chatune, ambapo tumezika watu wanne ambao waliaga dunia kule Makueni County. Uh, tumewapumzisha na utu, uzuni imetanda kila mahali. Mimi kama mbunge ningependa kuomba madereva katika barabara zetu. Wapunguze kasi katika barabara. Wapeleke watu polepole pole nyumbani ama wafuate sheria za barabara. Mbunge huyo pia ametaka mamlaka ya usalama barabarani, NTSA kuhakikisha wanashinikiza madereva barabarani, ili sheria hizo zifuatwe ipasavyo, kwani baadhi yao huwa wamelewa na pia kuendesha gari kwa kasi, lengo likiwa ni kudhibiti ufujaji wa sheria barabarani. Wengi mtu anaweza kuwa ako na haraka zake ati aende afikishe awa abiria arudi achukue wengine ndio waweze kupata pesa zaidi. Mimi ningependa kuambia wasiharakishe, waende wakifuata uh, rules za barabara. Pia ningependa kuomba serikali kupitia NTSA waweze kuhakikisha ya kwamba madriver wetu wamefuatilia sheria za barabara, kwa sababu wakati huu watu wanaweza kuwa na raha zao, wengine wanaweza kuwa wamelewa. Sheria iko ndio iweze kudhibiti uh, watu kama hao.